Maandalizi ya kuupokea mwili wa Raila Omolo Odinga kufanyika mapema leo katika uwanja wa Jomo Kenyatta International Airport nchini Kenya. Mwili wa aliyewahi kuwa waziri mkuu wa Kenya hayati Raila Odinga unatarajiwa kufikishwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta JKIA majira ya saa tatu na nusu asubuhi ya leo baada ya kusafirishwa kutokea nchini India tayari ndege ya abiria ya shirika la Kenya namba KQA 222 iliyobeba mwili huo imeshaingia katika anga la Kenya na muda wowote itatua katika uwanja huo. Mwili wa Odinga ukishafikishwa, utapelekwa Lee Funeral Home, kisha utaagwa na umma e bungeni siku ya kesho, Ijumaa Oktoba 17 mwaka 2025 yatafanyika mazishi ya kitaifa katika uwanja huo wa Nyayo ambapo serikali imetangaza kuwa siku hiyo itakuwa sikukuu ya umma. Kamati ya kitaifa ya mazishi, aliyekuwa waziri mkuu eh, na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, imebainisha kwamba mwili wa kiongozi huyo utazikwa siku ya Jumapili Oktoba 19 mwaka 2025. Kwa mujibu wa ratiba iliyochapishwa katika ukurasa wa Citizen Kenya, kamati hiyo inaongozwa na makamu wa rais Profesa Kithure Kindiki ambaye e, ambapo imebainisha kuwa maamuzi hayo ni kulingana na matakwa ya familia ya kiongozi huyo, wakati wa kikao cha wanahabari mjini Karen e, kufuatia tangazo la kifo chake siku ya Jumatano. Kindiki amebainisha kuwa Raila alifahamisha familia yake kwamba angependa kuzikwa ndani ya saa sabini na mbili baada ya kifo chake. Familia ilitufahamisha kuwa Raila alitaka azikwe haraka iwezekanavyo, na wakabainisha kuwa muda wa kuzikwa kwake baada ya kifo ni saa sabini na mbili, amesema Kindiki. Makamu wa raisi ambainisha kwamba kwa mujibu wa tangazo la rais William Ruto, Raila ataandaliwa mazishi ya kitaifa kwa heshima kamili kama afisa wa serikali. Apumzike kwa amani, tumuombee Raila Omoro Odinga.